Je, unaweza kufanya kitu gani ikiwa umekwenda katika mgahawa na kuagiza chakula na baada ya kula chakula hicho ukagundua ya kwamba katika chakula kulikuwa na kidole cha mtoto mdogo? Je, ungeweza kufanya kitu gani? Mnamo mwaka wa 1916 huko Mansur elak, ulikuwa ni mwaka wa tabu kwa sababu mwaka huo mvua haikunyesha na kwenye maeneo kama ya Mansur njaa ilikuwa ni kali zaidi, hivyo ilipelekea bei ya ngano kupanda, chakula kuwa ghali sana, na hivyo waandishi wa vitabu mbalimbali hapo Iraq wakauita mwaka huo mwaka wa gharama kubwa, ama mwaka wa maisha ya bei ghali. Na katika mji wa Mansur kulikuwa na familia moja ya bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Abud ambapo yeye Abud alikuwa na mke wake aliyekuwa anaitwa Ikwa na huyu Ikwa alikuwa ni dalali. Na kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, basi familia hii ilishindwa hata kununua kipande cha mkate, lakini familia hii ilikuwa na mbwa pamoja na paka. Hivyo kuweza kujinusuru na njaa, familia hii bwana Abud akakubaliana na mkewe kwamba sasa ili tusije tukafanjaa, basi hatuna budi kuwala wanyama tulio nao. Basi siku ya kwanza wakamchinja paka na wakamla. Baada ya hapo wakachinja mbwa wakamla, lakini wale wanyama waliokuwa nao wakaisha. Je, familia hii ingekula kitu gani ili iendelee kuishi? Na ikumbukwe familia hii ya bwana Abudi ilikuwa na mtoto. Basi siku moja mke wa bwana Abudi bwana huyu ikwa akaja na wazo kwa mumewe Abudi, akimwambia mume wangu, tazama, hatuwezi kufa kwa njaa. Basi tuna jirani yetu hapa na umri wake umekwenda sana, kwa nini tusimuue na tukamfanya kitoweo? Hakika hilo lilikuwa ni miongoni mwa mawazo mabaya na mawazo hatari sana, ni wazo ambalo halikukubalika kabisa na bwana Abudi lakini kutokana na njaa kali iliyokuwa ikimwadhibu vilivyo, na kwa kuhofia kuyapoteza maisha ya mwanae wa kipekee alikubali. Basi katika jioni moja, wakamvizia yule jirani yao aliyekuwa ametoka kazini, na umri ulikuwa umekwenda sana kwa jirani huyo, hivyo walimpiga na kitu kizito kichwani ambacho kilipelekea kupoteza maisha yake, hivyo wakamchukua wakamchinja na wakamfanya kitoweo. Hii ikawa ni mwanzo wa historia mbaya wa maisha ya familia ya bwana Abudi. Lakini mke wa bwana Abudi, baada ya kukamatwa na jeshi la polisi, alieleza ya kwamba mara yake ya kwanza kula nyama ya binadamu, hakika nyama ya mzee yule haikuwa nzuri, ilikuwa na ukakasi, hivyo iliwaletea kichefuchefu pamoja na tumbo la kuhala. Lakini familia hii baada ya kuona ya kwamba nyama ya mzee inalaza mbaya, hawakuishia hapo, wakaja na mbinu mpya. Wakasema kama nyama ya mzee inalaza mbaya, basi nyama ya watoto wadogo inaweza kuwa nzuri. Basi siku moja wakamwita mtoto wao mdogo aliyekuwa naye, wakamwambia, nenda kaongee na marafiki zako, kisha kuja na rafiki yako mmoja umdanganye ya kwamba utakapokuja nyumbani tutakupa chakula. Na kama tunavyojua watoto wadogo uh, walivyo wapuuzi wa, wa, walivyo ama walivyo wapumbavu kwenye vitu vidogo vidogo kama chakula basi hiki kitu uh, kikaweza kufanya rafiki wa yule mtoto akuja uh, nyumbani kwa Bwana Abudi. Lakini mtoto yule angalijua ya kwamba siku hiyo ingekuwa ni siku ya kuuawa kwake, asingelikwenda asinge kwa, kwa bwana huyu bwana Abudi. Basi mtoto yule alipokuja nyumbani familia yake familia ya bwana Abudi ilimkamata na kumchinja. Baada ya kumchinja, wakaandaa nyama yake na familia hii ikaenjoy nyama nzuri ya mtoto mdogo, kwa sababu ilikuwa ni nyama ambayo haikuwa na chumvi nyingi, nyama nzuri na laini. Hivyo mke wa bwana Abudi akaja na wazo jingine, akasema, mume wangu, tazama nyama hii iko safi sana, tunaweza kuuza na kupata fedha ili tuweze kujikwamua na swala zima la like kiumaskini. Kwa kuwa familia hii ilikuwa imekwisha kuzoea kula nyama za watu, basi wakaona hili litakuwa wazo zuri. Kweli bwana, wakafungua mgahawa mdogo ambao